Wa akhadhna minhum mithaqan ghalidha Nabii Musa ni mtume miongoni mwa mitume wale watano wanaoitwa ulul azm ambao tumewazungumza baadhi yao na sasa hapa tunaingia kumtaja Musa tukiwa tumewabakisha wawili ambaye ni Muhammad pamoja na Isa alaihimu salatu wassalam Kulikuwepo na mfalme jabar katika nchi ya Misri ambaye ni maarufu kwa Firaun. Firaun ni watu waliokuwa wakitawala ardhi ya Misri. Wanaotawala katika ardhi ya Fursi walikuwa wakiitwa Kisra katika lakab ya wafalme wao. Ukisikia Kisra, basi ni wafalme wa Fursi passion. Ukisikia kaisar, basi ujue ni wafalme wa Rum. Ukisikia Najashi, ujue kwamba ni wafalme wa Ethiopia. Na Firauni walikuwa ni wafalme wanaomiliki pale Misri. Alitokea bwana mmoja ambaye alikuwa ni jabar, mtu mwovu mno, Firauni laanatullahi alaihi. Huyu alikuwa akiwatesa sana Bani Israil kwa sababu yeye alikuwa katika kabila la Akbat, Maqibti wale wa Misri. Sasa Bani Israil walikuwa kama watumwa kwa ma Akbat. Kutokea kazi ya ujenzi ndo wao wenye kufanya, uchimbaji wa visima ndo wao, utumishi wa aina yoyote wao ndo wanatumika kuwatumikia Bani Israil, yani jaaluhum kalabid, wamewafanya kama watumwa wao, watumishi wao. Na ukichanganya na hayo, udhalilifu wanaopata, mateso <coughs> na adhabu mbalimbali, basi Mwenyezi Mungu azza wa jalla alitaka kuwakomboa wa Bani Israili kutokamana na dhulma wanayofanyiwa na mateso wanayoyapata kutoka kwa watu wa Akbat ambayo ni tabaqatun calia lilivyopangwa ni ile katika watu gredi ya kwanza katika Misri ndo Mwenyezi Mungu anasema natlu alaika min nabai Musa wa Firauna bilhaqi liqaumi yuuminun ina Firauna ala fi lardi Firauni katakabari katika ardhi ya Mwenyezi Mungu, wajaala ahlaha shiaan, kawagawa watu wake alokuwa ona wao ndo mfalme wao, akawagawa makundi makundi, shiaan, makundi makundi, yastadifu taifata minhum, akawa anawafanyia, manake anawatesa ana baadhi yao, na wengine anafanya ni first class, wao kazi yao kutumikiwa. Sasa ikatokea siku moja akaona ndoto Firaun. Ndoto hii ikamfadhaisha mno, kwa kuwa ilikuwa ruya ajiba, ndoto ya ajabu madhara. Kaona moto umetoka baitul Maqdis umekuja Misri. Moto huo ukawa unaziunguza na kuziteketeza nyumba za akubat, kabila lake Firaun, lakini unaziacha nyumba za bani Israili. Akaona moto gani huu, wenye akili unajua kutofautisha kati ya nyumba za akbati na bani Israili? Haiwezekani. Hii ndoto itakuwa ndoto ya ajabu. Asubuhi alipoamka, akakusanya makuhani wake na advisor wake, akawaeleza lakad raaitu ruya ajiba, usiku jamani, nimeota ndoto nar, nimeona moto tukbilu min Bait al-Maqdis watuhariku buyut al-aqbat buyuta wa wattruku buyuta Bani Israil ma manaha? Nini maana ya ndoto ambayo moto unaunguza nyumba zetu, unaacha nyumba zao? Maana yake nini? Wakamfasiria ndoto wakamwambia, ah, umekwisha. Atazaliwa mtoto mtoto ambaye ufalme wako wote unaoringia wewe atauchukua yeye, na atakupokonya ufalme huo, uwe si mfalme tena, wala huna pawa yoyote katika ulimwengu. Haya yote unaoyafanya, mwisho wake ni mtoto huyo akizaliwa. Firauni akaona, hapa sasa olwa, utanitoka kwa kuzaliwa kitoto kidogo tu hiki atazaliwa wapi mtoto? Kaambia anazaliwa nchi yako na atatoka katika watu hawa tunaowatesa wa bani Israili. Akaona hicho basi, kitu kidogo solution, kila mama mja mzito mnayemwona kuanzia leo kabeba mimba kitoto chochote akikizaa, akitizameni, kama ni kitoto cha kiume, hapo hapo mnamchinja mbele ya mama ake akishuhudia kama mtoto wa kike, mwacheni, kwa sababu huyo mtoto alioambiwa ataupokonya ufalme wa Firauni ni mtoto wa kiume. Basi hapo hapo ikatoka oda: nendeni katika majumba, chunguzeni wanawake wa kibani Israeli waliokuwa wajawazito, chinjeni watoto wao wa kiume watakaozaliwa. Hapo operesheni ya chinja chinja ikaanza. Allah anasema yudhabihu abnaahum wayastahyi nisaahum, anawachinja watoto wao wa, ana wa kiume anawaacha hai watoto wa kike, kwa kuwa akasikia mtoto wa kiume atazaliwa atampokonya ufalme wake. Mwenyezi Mungu anasemaje? Innahu kana min almufsidin, huyo Firauni fisadi mkubwa kwa hayo anayoyafanya wanuridu an namunna ala ladhina studhifu, tunataka kuwapa ushindi hawa waliofanywa madhaifu nao walioteswa kwa muda mrefu, tunataka kuwanyanyua na wao. fi lardhi, katika ardhi. wanajaalahum aimmatan, tuwafanye wao ndo viongozi. wanajaalahum lwarithin, tuwafanye wao ndo warithi. wanumakin lahum fi lardhi, na tutawamakinisha katika ardhi, wakae bila ya matatizo wanuria Firauna natumwonyeshe Firaun wa Hamana. Hamana ndo waliokuwa waziri mkuu wa Firaun wajunudahuma na jeshi lake minhum miongoni mwao ma kanu yahdharun, tunawaonyesha yale waliokuwa wakitahadhari kwamba yasifike. Tutawaonyesha kwamba yatafika mbele ya milango yao, hawana habari. Basi mama yake Musa alaihi salam mwakati huo ndo yeye kabeba mimba ya nabii Musa alaihi salam. Mara anakuta askari tayari kishawe kwa mlangoni, anachunguza, anauliza, huyu mama kabakisha miezi mingapi ajifungue? Anaambiwa, sasa huu ndo mwezi wake hasa. Anasema, basi asiondoke mtu hapa, atizame siku ya kujifungua, mtoto gani kajifungua. Fain kana ghulaman yudhbahu ala lfaur, kama wakiume hapo hapo wanachinjwa. Basi kwa neema zake Mwenyezi Mungu azza wa jalla, mama yake Musa ameibeba mimba ya Musa mpaka siku ya kujifungua ilipofika, kwa neema zake Mwenyezi Mungu Mtume Musa akazaliwa bila ya kuonekana na askari wa Firauni laanatullahi la alaihi. Mama alipomzaa tu akamchukua haraka haraka akamficha katika sehemu ambayo, sehemu mbaya, kama mtoto atawekwa hapo atakufa moja kwa moja, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu hakufa, akachukuliwa katiwa sandukuni. Mama yake Musa akapewa ilhamu na Allah subhanahu wa taala. Msikilize, Mwenyezi Mungu anamwambia ni mama yake Musa, waauhaina ila ummi Musa an ardiih, tukamwambia we mama Musa, we umeshamzaa mtoto wako huyo, sasa mnyonyeshe. Usiwe na wasiwasi, usiwe na wasiwasi kwamba atachinjwa, hawafiki huko, tumeweka pazia. Ardiih, wewe mnyonyeshe kama kawaida ya mama anavyomnyonyesha mtoto wake. Faidha khifti alaihi, lakini kama mwanadamu Mna na wasiwasi, nyie wanadamu mnaogopa. Sasa ukiogopa kwamba atachinjwa, faalqihi filyami, chukua sanduku mtie, mpeleke baharini, mpeleke katika maji, katika mto. wala takhafi, wala usiogope kwamba unamtupa mwanao. wala tahzani, wala usihuzunike kwamba utamkosa mwanao. inna radduhu ilaika, sisi inna raduhu ilaiki, sisi tunakuahidi kwamba tutamrudisha, baada ya muda tutamrudisha kwako. Wajailuhu min almursalin, na ahadi kubwa zaidi tunakuahidi, mwanao atakuwa mtume, atakuwa mtume. Hii ni ilham kama vile unavyohisi tu katika roho yako mwanadamu, unahisi kuna mtu anakuambia fanya hivi sasa Mtume Musa mama yake aliambiwa hivyo na Mwenyezi Mungu, akapewa ilhamu tu katika akili yake, akayafanya haya, akatengeza sanduku, akamtia mtoto wake huyo, kampeleka katika bahari, katika mto, ilikuwa ni River Nile, kampeleka huko. Basi Sayidna Musa yuko mtoto kabisa ndani ya sanduku lile, mama amerudi nyumbani, ameliacha huko huko likawa linapigwa na mawimbi ya Naili, linapelekwa kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka likafika katika bustani la Firauni. Angalia, Mwenyezi Mungu Azza wa Jal, huyu mtoto anampeleka kule kule wa kwa jabari, aloahidi kwamba kila mtoto auwawe. Sasa Mwenyezi Mungu anataka kumwonyesha kwamba we huna uwezo wowote wa kuondoa qadari ya Mwenyezi Mungu Azza aza wa Jalla, atakalo Mungu ndilo huwa. Utafanya mbinu zako mwanadamu, lakini kuna siku utagonga ukuta. Kila kitu kinakwenda kwa hasbi ya Mwenyezi Mungu Azza aza Jalla. Lilipofika sanduku lile likaonekana kwa mbali na watumishi wa Firaun, Allah anasema faltaqatahu alu firauna liyakuna lahum aduwan wa hazana Wakaliokota sanduku lile wakalibeba, wakalipeleka kwa Firauni. Hawana habari kwamba huyu ndo adui yao. Bibi Asia alikuwa wa mwanzo kumwona mtoto yule. Asia alikuwa mkewe Firauni, na huyu alikuwa mja mwema, na Firauni alimchukua kwa baba yake kwa nguvu, kamwambia, kama unataka we baba uniozeshe, kama hutaki nakuua na nnamchukua alikuwa akitumia ubabe maanake kila katika mambo yake, akamchukua kwa maguvu. Sasa Sayida, Sayida, Sayida Asia alikuwa mja mwema, lakini mume wake jabaru na anid. Asia alipomwona mtoto yule akampenda katika moyo wake. Firauni akaja haraka haraka, hebu nimesikia mtoto kaokotwa huko, hebu mtizameni jinsia yake vipi, wakike wa kiume huyo? Akaambia mtoto wa kiume. Akaambia aleteni kisufu Asi akasema la la taktuluh quratu aini li walaka. Allah anasema waqalat imraatu firauna, akasema mke wa Firaun, la quratu aini li walaka la taktuluh. Hiki ni kitulizo cha jicho langu mimi na jicho lako wewe, usimuue huyu, bwana mtoto mdogo hivi, na mimi nakupa asa an yamfana huenda, akatufaa huyu. au natakhidhahu waladan, au tumfanye mtoto wetu, si hatujazaa miaka mingapi? wahum la yashurun, na watu hawatambui kama ni mtoto wetu, hata tufaa huyu. Subhanallah, na kweli aliwafa. Basi firauni akamsikiliza mke wake, hakumchinja yule, kwa radhi za mke wake. Kadari ya Mungu inapita.

Wa harramna alayhi almaradhia min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Mtoto yule sasa katika jumba la Firauni, akataka maziwa na hataki kifua cha yoyote isipokuwa ziwa la mama yake. Kila anapojaribiwa ziwa la yoyote hataki mtoto asi anasema sasa mwanangu huyu atakufa njaa. Akawaitisha mama wote waliokuwa wananyonyesha siku zile, anajaribiwa mmoja mmoja, hebu mjaribu, pengine ata, ata, ata, atataka ziwa lako. Kila anapojaribiwa wapi, hataki. Hakukubali ziwa la mmoja kati yao. Akachukuliwa akazungushwa marikiti. Mpelekeni marikiti huyo, mchagueni yeyote katika kina mama atakeweza kunyonya ziwa lake, huyo ndo mama ake atakemnyonyesha alafu mumlete kwangu. Musa akapelekwa marikiti, kila ziwa analopewa halitaki. Mama yake Musa akamwambia dada yake Musa, nenda mfuatilie, fuatilie ndugu yako ujue habari zake. Akaja akafuatilia, akamwona mtoto anazungushwa kutafutiwa ziwa, akamwambia mama, nishamuona ndugu yangu anazungushwa marikiti, hataki ziwa, anatafutiwa mza, mnyonyeshaji Akaambia basi mwandame andame, hivyo hivyo. Basi Allah anasema fabasurat bihi an junub, akawa anamtizama kwa mbali kaannaha la turidu, kana kwamba hamjui ni nani, ili si asiwape watu shaka kuna, ah huyu, anamjua huyu. Akawaonyesha kwa mbali, walipokuja kumuuliza yeye akasema mie najua kuna mtu ambaye akimnyonyesha huyu atakubali ziwa lake. Ndo Allah anasemaje, waharamna lyhi lmaradia al minqablu tulimharamishia ziwa kabla ya hapo unyonyeshwaji, akawa haram, amezuiliwa. Faqalat, dada yake alipomwona anasumbuka, akasema hal adulukum la ahli baitin yakfulunahu lakum, je, sikujulisheni kuna nyumba ambayo yupo bibi anaweza kumnyonyesha mtoto huyo. wahum lahu nasihun faradadinahu ila ummihi. Wala kauliza kwa nini unasema hivyo? Akawambia naam, huyo bibi alivyokuwa mkarimu, ma ardaa tiflan illa aqbala ilayha, hakuna mtoto yoyote alomjaribu kumnyonyesha isipokuwa alitaka kunyonya kwa sababu kifua chake kizuri kinanukia na maziwa yake matamu, na mtoto yoyote anayekwenda kunyonya kwake anakubali huyo. waka waka, kwa hiyo huyo na shaka mimi atamkubali. Wale wakaona good advice, wakaondoka, wakampeleka kwa nabii kwa mama yake, sasa ambaye ndo huyo mwanamke alosifiwa hapo. Musa akijaribiwa ziwa la mama yule anaonekana ndo analipapia haraka haraka, anakunwa vizuri ananyonya vizuri. Asia akasema huyu mama mleteni nyumbani kwangu, ndo atakayemnyonyesha mtoto wangu. Kumbe hajui kama ndo mama yake. Hey, yule anamwambia mama, njoo kwangu utamnyonyesha mtoto huyu na sisi tutakulipa ujira wa kumnyonyesha mtoto wetu. Angalia mama anamnyonyesha mtoto wake mwenyewe kisha analipwa pesa pale pale. la haula wala quwwata illa billah. Allah anasema faradadnahu ila umme, tukamrudisha Musa kwa mama yake. Tulimwahidi kule, tukawambia tutamrudisha huyo, siwe na wasiwasi. Sasa leo tunamrudisha, ila umme kwa mama yake. kaitaqarra ainuha ili macho yake apate ya kutulia, wala tahzan, wala asiuzunike, walitalama anna wada llahi haqun, na ajue mama kwamba ahadi ya Mungu ni ya kweli. Walakinna aktharahum, lakini akthar ya watu la yalamun, hawajui mambo haya kwamba Mungu idha qala sadaq, wa idha waada aufa biahdihi. Watu wengi hawajui. Mama Musa akasema la, mi siwezi kuja nyumbani kwako bibi, ningekuja lakini huyu ana ndugi zake, mna nyumba huko, nawatizama na watoto wengine. Sasa nikija kwako ntawanyima haki watoto wengine huku majumbani. Kwa hiyo nataka kuja kukutumikia, lakini haiwezekani kuondoka kuja kwako bibi. Yule akasema basi sawa, kila akitaka kunyonyeshwa ataletwa kwako, utamnyonyesha alafu tutakuja kumchukua mtoto wetu tunakaa naye nyumbani. Kasema sawa, huyo mtoto akarudi kwao. Subhanallah, uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, akakuwa Musa katika nyumba ya Firaun akalelewa na Firauni laanatullahi alaihi, huku Firauni hajui kwamba huyu ndiye aliotabiriwa katika ndoto, atakuja kuchukua ufalme wangu wanaeleza baadhi ya mufasirin na baadhi ya muarikhin kwamba Musa kuna wakati alipokuwa mdogo, alionesha vituko vya kumkamata Firauni na kumpiga na kumvuta nywele zake na kumvuta ndevu zake mpaka akawa anamtoa damu. Firauni akahisi huyu ni yule mtoto aliotabiriwa huyu, kwamba atanivua taji langu. Sasa anaanza visa vyake mapema, ndo huyu, mchinjeni basi. Akasema huyu mtoto mdogo, na anafanya ya utoto tu. Akasema ana udogo gani, hu ananiburura huku na huku alafu we unasema mdogo. Akaambia basi mpe mtihani, tutamwona kama ana akili kweli au ni mtoto mdogo, mletee makaa ya moto na mletee tende kwa upande wa pili, iwapo e atachukua tende basi tumuue, ana akili zake huyu. Kama atachukua makaa ya moto tujue kwamba ni mtoto mdogo huyu. Allahu alam, wanasema alichukua jamra, kaa la moto akalitia katika mdomo wake likasababisha

Ikawa anapozungumza herufi zinapandana pandana, hana ufasaha wa kusema. Wanasema ni natija ya yale aliyoyafanya. Firaun kamwambia Asia, unaona mtoto mdogo huyu unamtia uchungu bure, ni mtoto kama watoto wengine, anavyofanya mchukulie utoto wake. Basi fashaba Musa ala tilka lhala walama balagha shuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma Alipofika sasa kijana mwenye nguvu hasa, tukampa hikma na elimu. Hapa ni neema za Mwenyezi Mungu kwa kila mtume. Kila mtume anapofika katika umri unaohitajika Mwenyezi Mungu anampa neema mbili, hukman wa ilman, hikma na elimu. Wakadhalika najizi lmuhsinin, na hivi ndivyo tunavyowapa watu wema na kuwalipa ikawa sasa anajulikana kama Ibnu Firaun, huyu ni mwana wa Firaun. Anapokwenda katika njia, watu wanaonyeshana, namwona huyo mtoto wa Firauni, huyo kakaa katika nyumba yake, lakini ni mbani Israel. Sasa wana wa Israel kidogo wakaona hapa kutakuwa na afueni, kwa kuwa Firauni ana mtoto ambaye ni katika kabila letu, kwa hiyo kidogo hapa tumepata afueni ya kupumua Tuna ndugu yetu kwa katika nyumba ya mfalme kule. Musa alipokuwa anatembea siku hiyo katika njia, anasema wadakhala lmadinata al ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaktatilani, njiani ghafla akapata watu wawili wanapigana. hadha min shiatihi, mmoja katika kabila la bani qi Israil, wa hadha min aduwihi, na mwingine katika kabila la Kikibti, wale wanaowatesa fastaghathahu alladhi min shi'atihi min shi'atihi ala alladhi min aaduwihi, walipokuwa anapigana wawili hawa, yule kabila la Musa akawa aname, amezidiwa, aka alipomwona Musa akamwita, Musa, Musa, hawa bwana wanatutesa, wanatupiga, wanatuadhib Musa njoni saidie. Fastaghatha, kamwomba msaada. Musa alipofika pale, linasema Allah fawakazahu, Musa akanyanyua mkono wake, akampiga ngumi yule kabila la Firauni, fakada alaihi, hapo hapo kamaliza, akafa. Wanasema kana musa fi quwwati asharati rijal, Musa alikuwa na nguvu zinakadiriwa, nguvu za watu kumi. Kanyanyua mkono wake mmoja tu, kampiga Mqibti chini, Mqibti hakunyanyuka tena. Musa wala hakutaka kumuua, alitaka kumpa adabu tu, lakini nguvu zilivyokuwa nyingi hakuzikadiria. Faqada alaihi, akammaliza. Qala hadha min amali shaitan. Musa akajuta pale pale, ah, hivi ni vitendo vya shaitan, hii ni kazi ya shaitan. Innahu aduun, shetani ni adui; mudilun, mwenye kupoteza; mubin, tena alowazi kabisa qala rabbi inni dhalamtu nafsi, ya Rabbi, hakika mimi nimeidhulumu nafsi yangu kwa kumuua huyu. Faghfirli, nisamehe makosa haya. Kajua kwamba ni makosa haya. Faghafara lahu, natija Mwenyezi Mungu akamsamehe. Innahu huwa lghafuru rahim, hakika yeye ni mwingi wa msamaha, mwenye kukubali tauba na mwenye kuwa rehemu waja wake. Qala rabbi bima anamta alaya falan akuna dhahira lilmujrimin, ya Rabbi, umenipa nema zako basi sitowasaidia watu waovu, sitokuwa msaidizi kwa watu wabaya. Faasbaha fi lmadinati khaifan yatarakabu, akawa anaogopa. Musa sasa yuko katika nchi lakini anakwenda kwa tahadhar fa idha alladhi istansarahu bil ams yastasrikhu akamuona yule yule alokuwa akipigana na mtu alomuua Musa, anapigana na mtu mwingine. qala lahu Musa, yule bwana akamuita tena Musa, eh, hey Musa, njoo uifanye kazi yako uloifanya jana. Musa akamwambia innaka laghawiyyun mubin, wewe hama kweli uwe ni mtu mshaghibun, kila siku unapigana na watu tu. Basi Musa alipoyasema haya, yule bwana akahisi kwamba leo Musa anataka kunipiga mimi. Tumwache Musa, ameitwa na huyu bwana, tuone katika kipindi kitakachokuja yatakuwaje mambo katika kadhiya hii. Taqabbalallahu minni wa minkum siyam wal qiyam, wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.